Huko Bungoma, masuala ya maandamano. Acha sasa nikupe tabasamu na story hii kutoka kaunti ya Pokot Magharibi ambapo kati ya tamaduni wa Pokot sherehe ya Sintagh husherehekewa kila mwezi wa sita tena kila mwaka. Sherehe hii ambayo husherehekewa katika madhabahu ya kitamaduni ya jamii hiyo katika eneo la Muino ni eneo la Tamkal katika kaunti ndogo ya Pokot ya Kati, huwapa nafasi wakulima kusherehekea mavuno tena kumuomba na kumshukuru Mungu ilikuwapa na vilevile vile, huwa inawapa vijana nafasi ya kuoana kuimba na kucheza densi. Mwanahabari wetu Oscar Kakai wa Masega anasimulia. Tuende kazi baba. Maeneo mengi katika kaunti ya Pokot Magharibi ni kame, ambapo ushuhudia kiangazi katika maeneo haya. Wakazi wengi ni wafugaji ambao huhamahama kutoka sehemu moja hadi nyingine ili kutafuta malisho ya mifugo wao hata hivyo ni kinyume na eneo la Mwino katika eneo la Tamkal kwenye kaunti ndogo ya Pokoti ya Kati, ambapo wakazi wengi wa hapa ni wakulima ambao hufanya kilimo cha mazao. Wakazi ambao ni wakulima hufika katika eneo hili kusherekea mazao ama mavuno kutoka kwenye mashamba yao. Kuna wengi wanatoka sehemu wa Cheptulel, wakifika katikati kati wanaanza ngoma wengine wanatoa upande wa Zigor wakifika katikati wanafanya ngoma, wakikuja wakiendelea mpaka wapike sehemu hapa hapa. Ndio mahali penye inakutanisha pembe zote wa Pokot. Wakati wa sherehe hii denzi hupigwa huku wakulima wakisherekea mavuno kutoka kwenye mashamba. Tunakuja hapa, tunaomba Mungu atusaidie, mvua inyeshe, itupatie mazao mazuri ile shamba tulilima. Tufune ikifika abo mwezi wa nane. So, wase wanakuchanga hapa kila mwaka hii in entire West Pokot watu wote kutoka Gajaliba, Halale, Lomut, Chesekon, Kamalokon, Sigor, Seger wote wanakuja hapa, wandaliwa punde tu baada ya serikali kusoma bajeti ya kila mwaka wa kifedha. Yo moshi kaenda juu. <coughs> <coughs>

Sherehe hii hupelekea wakulima kujikumbusha na kufurahia mavuno yao. Nikiripotia NTV mashinani kutoka eneo hili la Mwino katika kaunti ya Pokoti Magharibi, jina langu ni Oscar Kakai wa Masega.